Wakati huu ambao serikali ya Tanzania ipo katika mazungumzo ya kufanya maridhiano dhidi ya wananchi pamoja na viongozi wa kisiasa, baadhi ya makundi pamoja na watu wamejitokeza hadharani kuzungumzia hatua hiyo ya serikali, hasa kutengeneza maridhiano ya kisiasa. Iko ni muda mfupi tangu ambapo taifa limetoka katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, 2025 ambapo tulishuhudia matukio mbalimbali, hasa matukio yaliyodaiwa ukiukwaji wa haki za binadamu ikiwemo mauaji pamoja na matukio mengine mengi ambayo ilizua gumzo nchini Tanzania. Katika hatua hiyo, baadhi ya viongozi wa kisiasa, viongozi wa kisheria, pamoja na makundi mbalimbali yamekuwa yakiitaka serikali ya Tanzania kukubaliana na kile ambacho kilitokea miezi kadhaa iliyopita. Rais wa TLS Boniface Mwabukusi mara kadhaa amekuwa akijitokeza hadharani na kuitaka serikali kukubalia na kile ambacho kilitokea katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Mara kadhaa amekuwa akizungumza hadharani kwamba yeye hataweza kuingia katika maridhiano dhidi ya serikali kama tu serikali haitokubaliana na matukio yaliyojitokeza miezi kadhaa iliyopita, hasa kuhusika moja kwa moja katika matukio hayo. Boniface Mwabukusi mara kadhaa kupitia katika kurasa zake za mitandao ya kijamii amekuwa akiweka wazi mstakabali wake huko, akisema kwamba wanaingia katika maridhiano dhidi ya nani wana na hasa wanaridhiana na nini dhidi ya serikali pamoja na makundi hayo, kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X. Boniface Mwabukusi amesema kwamba wametuumiza, halafu wanatugombeza na kulazimisha maridhiano walio yakataa awali. Wameteka, wamepoteza, wamejeruhi, wameua, hawataki kukiri makosa yao, kwani wanatuona sote kama mbuzi wao wa kafara. Eti wanataka kulazimisha uongozi maridhiano ili tuongezeke kuja kuuliwa tena. Ukiona mtu amekataa kukiri kosa, jua anajiandaa kufanya kubwa na baya zaidi. Mkatae bila kupepesa macho. Tunaweza kufanya ujinga kwa wakati fulani lakini hatuwezi kuendelea na ujinga wakati wote. Hakuna maridhiano bila ukweli, haki na uwajibikaji. Ni kauli ya Boniface Mwabukusi, rais wa chama cha wanasheria nchini Tanzania, TLS. Boniface Mwabukusi ambaye amezungumza hivyo kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikizungumzwa na serikali kufuatia matukio yaliyojitokeza siku za hivi karibuni katika uchaguzi mkuu uliotamatishwa takriban miezi mitatu iliyopita, ambapo tulishuhudia vifo, vurugu, waandamanaji waliandamana dhidi ya serikali iliyopo madarakani serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ni kupinga mchakato wa uchaguzi ambao awali baadhi ya makundi yalijitokeza hadharani kupinga mchakato huo, wakitaka serikali kuandaa mchakato upya kabla ya kuingia katika uchaguzi huo, lakini serikali ilisema wazi kwamba mchakato huo upo, upo kikatiba na hivyo hauwezi kuahirishwa. Ndipo ambapo tuliweza kushuhudia matukio hayo ambayo serikali ilidai kwamba ni matukio ya uvunjifu wa amani. Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, wao wameshasema na kuweka wazi pia kwamba kamwe hawataweza kushiriki katika maridhiano hayo dhidi ya serikali iliyopo madarakani.